Hali mbaya inaendelea nchini Kongo, ni tatizo kubwa kwa wananchi wa Kongo na huku, maelfu na mamia ya wa watu wanazidi kufa kutokana na vita vinavyoendelea huko Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jitihada za SADC na nchi za Kiafrika kutafuta suluhu la vita kati ya DRC na M23 linaendelea. Ungana nami mwanzo hadi mwisho ili tujumuike pamoja, upate kujua undani wa habari hii Watanzania na watu wa Afrika Mashariki na watu wote wa Afrika tuendelee kupiga magoti chini kuliombea taifa la Kongo, hasa wananchi wa Kongo, maana wanaathirika sana kufuatia mzozo unaendelea huko. Punde tumeipokea taarifa mbaya sana kutokea nchini Kongo, taarifa ya ripoti ripoti ya watu waliokufa nchini Kongo tangu miaka elfu moja mia tisa tisini na nane hadi hivi sasa itakutoa machozi. Ripoti ya hivi karibuni inaonyesha takriban watu milioni saba wamekufa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwaka 1998 kwa sababu ya migogoro ama vita. Wakati matumaini ya kumaliza miaka afurugu ya vurugu yakiwepo kwa kusainiwa kwa makubaliano mapya ya amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, utafiti wa vifo unaonyesha kuwa mgogoro unaendelea umechukua maisha takribani ya watu milioni 5.4 tangu mwaka 1998. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa wiki iliyopita na shirika la kimataifa la msaada IRC, urithi wa migogoro unaoendelea kusababisha vifo hadi elfu 45 kila mwezi. Mgogoro na madhara yake kwa upande wa vifo vimepita migogoro mingine yote tangu vita vya pili vya dunia, alisema rais wa shirika hilo, George Rupo. Hasara ya Kongo ni sawa na kupotea kwa idadi ya watu wote wa Denmark au jimbo la Colorado katika kipindi cha muongo mmoja, ingawa vita rasmi vya Kongo vilikoma miaka mitano iliyopita, mapigano ya sasa na no maskini bado vinaendelea kuleta madhara makubwa. Tunatumai makubaliano ya amani ya wiki hii katika Kivu Kaskazini yatakuwa na maana ya kumaliza mapigano na kuanzisha juhudi za urejesho na urejesho wa umoja. Utafiti wa hivi karibuni ulifanyika mwaka jana kwa kushirikiana na taasisi ya afya ya umma ya Burnet Melbourne na unahusisha kipindi cha Januari elfu mbili na sita hadi Aprili 2007. Watafiti walitembelea kae ya elfu kumi na nne katika wilaya 35 katika mikoa yote 11 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Takwimu za mwisho zinachanganya data kutoka kwa tafiti nne za awali na takwimu kutoka utafiti huu mpya. Utafiti uligundua kuwa vifo bado viko juu sana katika nchi nzima ambayo sasa ina operesheni kubwa zaidi ya ulinzi wa amani ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kumaliza mgogoro ambao umeshuhudiwa mataifa jirani wakuu wa vita waasi na makundi ya kijamii wakipigania rasilimali za madini za nchi maskini. Tangu utafiti wetu wa mwisho mwaka elfu mbili na nne, hakuna mabadiliko katika kiwango cha kitaifa cha vifo ambacho ni karibu asilimia sitini juu kuliko wastani wa bara la Sub-Sahara, alisema Richard Brennan, mkurugenzi wa programu ya afya ya kimataifa shirika hilo. Kwa ujumla inakadiriwa kuwa watu laki saba na elfu ishirini na saba walikufa zaidi ya kiwango cha kawaida cha vifo wakati wa kipindi cha utafiti hivi karibuni. Karibu nusu ya vifo vilikuwa miongoni mwa watoto wenye umri chini ya miaka mitano ingawa wao wanaunda asilimia kumi na tisa tu ya idadi ya watu wote. Dr. Bernan aliambia BMJ kwamba vifo vingi vilikuwa vya sababu zisizo za vurugu kama vile malaria, kuhara, homa ya mapafu na utapia mlo ambazo ni hali zinazoweza kuepukika na kutibika wakati watu wanapata huduma za afya na chakula bora. Miondoko ya magonjwa imehusishwa na machafuko ya kijamii na kiuchumi yaliyosababishwa na migogoro baada ya miaka kushuka kwa uchumi na siasa na kusababisha usumbufu wa huduma za afya, ukosefu wa usalama wa chakula, uharibifu wa miundombinu na uhamaji wa watu. Kamishna Mkuu wa Wakimbizi wa Umoja wa Mataifa Antonia Guterres. Alionya kwamba changamoto kubwa bado zinakuwepo baada ya makubaliano ya amani ya hivi karibuni ikiwemo kujenga mazingira yanayofaa kwa kurudi na kuunganishwa tena kwa wakimbizi na kuhimiza msamaha kati ya makundi tofauti ya kabila. Dr. Bernani alisisitiza kuwa urejeshi kutoka kwa uharibifu wa aina hii ni mchakato mrefu. Wakati vita inaharibu uchumi na miundombinu ya nchi, hakuna suluhisho la haraka kuboresha hali ya afya na vifo nchini Congo utahitaji miaka ya kujitolea kutoka kwa serikali na jamii ya kimataifa pamoja na uwekezaji mkubwa wa kifedha huzuni. Mgogoro wa kibinadamu nchini Congo unaendelea kupuuziliwa mbali, na rasilimali za kifedha zinabaki kuwa kidogo kulinganisha na mahitaji makubwa. DRC inahitaji mapumziko. Vita vya M23 vinarejesha kumbukumbu za giza za vita vya Congo. Katika baadhi ya maeneo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, jamii zinajiandaa kwa vita au kukimbia kwa usalama huko waasi wa M23 wakielekeza mji mkuu Kinshasa baada ya kushika miji muhimu mashariki mwa nchi kama Goma na Bukavu katika siku za hivi karibuni na kuacha uharibifu mkubwa. Kundi la waasi ambalo Umoja wa Mataifa linadai liliungwa mkono na nchi jirani ya Rwanda limekaribia pia Walikale, kitovu kikubwa cha uchimbaji madini, huku ombi la Kinshasa la kutoa zawadi ya dola milioni 5 kwa mtuhumiwa wa uongozi wa M23 halijaweza kukwamisha maendeleo ya kundi hili. Wakati M23 kiendelea mbele kwenye mikoa ya Kivu ya kaskazini na kusini, vikosi vya Uganda vimeongeza idadi ya majeshi yao kwenye mpaka na DRC katika mkoa wa Ituri. Umbali wa masaa machache kutoka maeneo yanayoshikiliwa na waasi, jeshi la Uganda linadai linapambana na makundi ya waasi ya Allied Democratic Forces ADF Cooperative for the Development of Congo CODECO miongoni mwa makundi kadhaa ya waasi yanayotenda uhalifu katika DRC. Mgogoro mpya wa mashambulizi ya Kodeko dhidi ya raia mwezi Februari ulisababisha vifo vya angalau watu hamsini na moja, jambo lililosababisha Uganda kutuma wanajeshi zaidi ili kuimarisha idadi ya askari elfu tano walioko DRC. Kwa wachambuzi wa kisiasa, ongezeko la uwepo wa wanajeshi kutoka Rwanda na Uganda katika DRC linatoa picha ya kurudi kwa historia ya zamani, jambo ambalo linahatarisha kuanzisha vita vikubwa vya kikanda ikiwa halitathibitiwa. Kwa kweli tunashuhudia nakala ya vita vya pili vya Congo na wahusika wakuu ni wale wale ingawa kwa muundo kidogo tofauti, alisema mchambuzi Paul Natulia wa Africa Center for Strategic Students akizungumza na Al Jazeera akirejea mashariki ya Rwanda na Uganda katika vita vya Great Africa War ya mwaka 1998 ambapo nchi hizo mbili zilivamia DRC. Wakati huo mataifa kadhaa ya Afrika yaliunga na upande wa DRC au upande wa Rwanda pamoja na makundi ya waasi kutoka pande zote mbili. Matokeo yake yalikuwa ni janga la kibinadamu lililosababisha vifo vya takribani milioni tano. DRC ilifujwa kwa rasilimali zake za madini kama dhahabu, na kuibuka kwa makundi ya waasi kadhaa ikiwa ni pamoja na M23. Wakati huo watu elfu kadhaa duniani walipinga vikali ukatili uliofanyika DRC wakitaka kumalizika kwa wizi na mauaji. Leo hii uchimbaji haramu wa madini na magendo kutoka kwenye migodi ya DRC ambayo hutoa asilimia sabini ya usambazaji wa kimataifa wa coltan na cobalt zinazotumika katika vifaa vya kielektroniki bado wanaendelea kama vile vifo na watu waliohamasishwa kutokana na shughuli za makundi ya waasi. Tamaa ya mazungumzo ya kisiasa iko chini ya shinikizo la kimataifa na hatua kali za kutisha hazijakuwa na athari kama vile zilivyokuwa katika mgogoro wa zamani, alisema Natulia, akirejea kusitishwa kwa msaada wa kijeshi kwa Rwanda na umoja wa Ulaya pamoja na vikwazo vya Marekani kwa maafisa wa jeshi la Rwanda. Historia ya uingiliaji DRC imekuwa katika mchakato wa migogoro ya vurugu kwa zaidi ya miongo mitatu. Katika kipindi hicho zaidi ya watu milioni sita wamepoteza maisha na mamilioni wengine wamehamishwa. Sababu tata zinazochangia hii ni pamoja na malalamiko kutoka Kigali kwamba DRC inalinda linda waasi wa Aswa Rwanda waliokimbilia baada ya mauaji ya kimbari dhidi ya Watusi mwaka 1994. Mvutano wa kikabila kati ya Watusi na Kongo na majirani zao, upigaji vita kwa rasilimali za madini mashariki mwa DRC na ufisadi katika serikali ya Congo. Vuvuvio la Rwanda katika DRC limesababisha vita vya kwanza na pili vya Congo mwaka 1996 hadi mwaka 1997 na mwaka 1998 hadi mwaka 2003, ambapo Kigali ilidai ilikuwa inawafuatilia wauaji wa Hutu ambao walikimbilia katika kambi za wakimbizi katika DRC. Rais. Baada ya Rais Paul Kagame kuchukua madaraka nchini Rwanda mwaka elfu moja mia tisa tisini na nne, baada ya makundi ya Hutu kukusanyika katika kambi za wakimbizi na kuzindua mashambulizi dhidi ya Watusi Uganda, ambapo Kagame na majeshi yake walikuwa wakifundishwa kabla ya kuchukua madaraka, walijiunga na upande wa Rwanda. Nchi hizo mbili zilitegemea kundi la waasi la Congo lililoongozwa na Laurent Kabila kumwangusha dikteta Rais Mobutu Sese Seko. Mobutu wakati huo alikuwa na maadui wengi katika kanda hiyo. Nchi kadhaa ziliunga mkono Kabila kwa kutumia majeshi au silaha, ikiwa ni pamoja na Angola, Burundi, Ethiopia, Eritrea na Afrika Kusini. Hata hivyo, baada ya Kabila kuchukua madaraka mwaka 1997 aligeuka na kuamuru wanajeshi wa Rwanda na Uganda kutoka DRC ndani ya siku moja jambo lililowafanya Kigali kulipiza kisasi. Mwaka 1998, Rwanda na Uganda walivamia tena, wakimsaidia muungano wa Tutsi uliochukua maeneo yenye rasilimali mashariki mwa DRC. Kabila alikusanya msaada kutoka mataifa mengine Afrika, ikiwa ni pamoja na Namibia, Zimbabwe, Sudani, Chadi na Angola, ambayo aligeuka upande wa chini ya serikali mpya. Umoja wa Mataifa ulituma kikosi cha kulinda amani MONUSCO. Kabila lisaidiwa pia na makundi ya waasi ya Hutu Mashariki mwa DRC. Hali ambayo ilisababisha mvutano wa kikabila kati ya Watusi na Kongo wanaonekana kuwa wafuasi wa Rwanda. Wizi na ukiukaji wa haki, vita vya Kongo vilimalizika mwaka elfu mbili na tatu. Lakini ghasia ya kiwango kidogo ziliendelea. Wataalamu wengine wanasema kuwa vita havikukamilika kamwe. Ripoti kadhaa baada ya vita ikiwemo za Umoja wa Mataifa ziliashiria Rwanda na Uganda kwa kushambulia raia wa Hutu na kwa kuiba kusafirisha rasilimali za DRC kama kahawa, almasi, mbao Kaltan na madini mengine. Ndugu wa Rais wa Uganda Yoweri Museveni, akiwemo mdogo wake Salim Salehe na mke wake Jovia akandwa akandwanaho, walitajwa kama waendeshaji wa kampuni zilizohusika na biashara haramu ya bidhaa, hasa wakati wa vita vya pili siasa za Kongo na wanajeshi wa nchi hiyo pia walihusishwa. Ripoti ya Umoja wa Mataifa ilisema utekaji wa rasilimali za asili ulivutia zaidi, si tu kwa sababu iliwapa vikundi hivi fedha za kufadhili juhudi zao za kivita, bali pia kwa sababu kwa kiwango, kwa viongozi wengi wa siasa kijeshi, ilikuwa ni chanzo cha utajiri binafsi. Rasilimali za asili zilianza kwa nguvu inayoendesha vita. DRC inahitaji mapumziko. Nchi zilizoshiriki vita vya Kongo sasa ziko tena katika DRC na tena mwanasiasa wa Kongo anatembea kuelekea Kinshasa. Huyu ni Corneille Nangaa, kiongozi wa muungano wa waasi wa Kongo River Alliance, AFC. Nangaa alikuwa kamishna wa uchaguzi wa zamani, alikubaliana na Rais Felix Tshisekedi. Na kisha alijumuika na M23 mwezi Desemba mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Sasa anaongoza muungano wa AFC M23. Hata hivyo, mchambuzi Kambale Musuvali kutoka Center for Congo Research aliambia Aljazila kuwa uingiliaji kutoka majirani mwa DRC haujawahi kuisha kwa kusema: Uganda na Rwanda wanarudi Congo, tunamaanisha kwamba waliondoka na sasa wanarudi, alisema Musavali, ambaye ni raia wa Congo. Kwa hakika serikali hizo mbili zimeendelea kudumisha ushawishi katika hali ya DRC aliongezea across the continent it is fair clear where most parties stand in this interaction of the conflict Rwanda's support for M23 is documented by the UN which say about after to Rwandan troops are currently supporting the rebels Burundi under president Evariste Ndayishimiye who has a first relation with Kagame deployed at least elfu kumi drops to support the DRC aims. South Africa drops lead the Southern Africa Development Community SADC. Mission in the DRC and have been fighting the M23 alongside Malawian and Tanzanian soldier since January Angola and Kenya are reading to separation peace negotiation while Chad is considering a request for Kinshasa to deploy troops.